Katiba mpya watu wote hey, eh, tunataka katiba mpya, tunataka katiba mpya. Kama kuheshimu vitabu, tungeheshimu vya dini. Nani kasema endelea naletwa na kitabu kilichotungwa kikaikwa hapa. Hatuwezi kuendelea kupuuza katiba. Katiba ndio sheria ya msingi, sheria nyingine zote zinatokana na katiba, haiwezi kupuuzwa uwezi kuendelea na utaratibu wa kupuuza katiba ya nchi, aukuwa na raisi anaiona haya kuitetea katiba naye, amechanguliwa kwa mujibu ya katiba hiyo, ameapa kuilinda katiba hiyo, alafu anaona haya kuitetea katiba hiyo. Mimi ngamia sulubu haram na hapa ya kwamba nitakuwa mwangamizi kwa jamhuri ya muungano wa Tanganyika na kuidhulumisha kwa moyo wangu wote na sheria zote zilizowekwa nitakemea na kudunisha umoja wa jamhuri ya muungano wa Tanganyika, kinyume na katiba la jamhuri ya muungano wa Tanganyika. Eh, Mwenyezi Mungu nisamehe.